Kuna watu wanaonekana wa kawaida, lakini ndani yao kuna nguvu zisizo za kawaida, nguvu zinazobadilisha anga la kiroho popote wanapopita. Unapokutana nao, roho yako inatikisika. Kuna kitu ndani yako kinatambua kwamba mtu huyu si wa kawaida. Lakini je, unajua ishara za mtu aliyejawa nguvu za kiroho?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 ni mgodi wa maarifa. Twende moja kwa moja tukaziangalie ishara nane za mtu aliyejawa na nguvu za kiroho isiyo ya kawaida. Namba moja: anayo amani ya kutosha, hata katikati ya matatizo. Mtu aliyejawa na nguvu za kiroho sio kwamba hana matatizo, bali matatizo hayampotezei amani. Wakati wengine wanatetemeka, yeye ana utulivu wa ndani unaotoka kwa Mungu. Hata katika hali ya machungu moyo wake unasema Bwana bado yupo katika udhibiti. Hii ni nguvu ya kiroho inayomruhusu kusimama imara wakati roho za hofu na mashaka zinapowazunguka wengine. Siku zote mtu aliyejaa na nguvu za kiroho huwa anayo amani ya kutosha hata katikati ya matatizo. Matatizo hayamfanyi akapoteza amani yake, bali amani yake na imani yake inaendelea kuwa katika Mungu. Anakuwa na amani ya kutosha, anakuwa ndani yake, ana imani kwa Mungu, hatetereki. Wakati wengine wanakumbwa na hofu na mashaka, yeye anakuwa na amani ya kutosha, yeye anakuwa anaendelea kumkiri Mungu, kwa kuwa yeye Mungu atafanya. Yeye anaendelea kumwamini Mungu wakati wengine wanapoteza matumaini yeye ndani yake anakuwa ana matumaini makubwa na ya ajabu kabisa. Hii ukiona ishara ya namna hii, basi unatakiwa utambua ya kuwa mtu huyo amejawa na nguvu za kiroho kwa namna isiyo ya kawaida. Kwa hiyo ukimwona mtu ambaye ana amani ya kutosha hata katikati ya mabaya hata katikati ya vurugu, ndani yake anakuwa ana amani ya kutosha, ni ishara mojawapo ambayo inaonyesha kuwa mtu huyo ana nguvu za kiroho. Lakini ishara namba 2 anayo ufahamu mkubwa wa kiroho. Watu waliojazwa na nguvu za kiroho wana macho ya ndani ya kiroho, wanaweza kutambua mambo ambayo wengine hawaoni, nia za watu, mitego ya kipepo au ishara za Mungu. Siku zote mtu ambaye anaja amejaa nguvu za kiroho anakuwa na ufahamu mkubwa wa kiroho, ana uwezo wa kutambua mambo ambayo wengine hawatambui Mambo mengine anaweza kuona mambo ambayo wengine hawaoni. Anaweza kuona au akatambua nia za watu, anaweza kutambua mitego ya kipepo, ana uwezo wa kutambua ishara za kimungu, ana uwezo akahisi baraka kabla hazijatokea, au kabla baraka hizo hazijadhihirika katika ulimwengu wa kimwili, kwa sababu roho yake imfunulia mapema kwa sababu ndani yake e, Roho Mtakatifu anakuwa anamfunulia mapema kabla vitu hivyo havijatokea. Hii ndio sababu ile inasema mtu wa rohoni huyatambua mambo yote, ukisoma kitabu cha waraka wa kwanza wa Korinto sura ya pili na mstari wa 15. Kwa hiyo ni mtu ambaye anakuwa ana uwezo wa kutambua vitu, ana uwezo wa kuona vitu kabla havijatokea, ana uwezo akaona vitu ambavyo wengine, watu wengine hawaoni. Kwa hiyo anakuwa na uwezo wa ajabu kabisa. Lakini ishara namba tatu ambayo inaonyesha mtu aliyejawa na nguvu za kiroho kwa namna isiyo kawaida, anayo nguvu ya maombi inayobeba uwepo wa Mungu. Mtu aliyejawa na nguvu ya kiroho haombi kama kama wajibu bali kama mawasiliano ya uhalisia na Mungu. Wakati akiwa anaomba, nguvu ya Mungu zinashuka kwa namna ajabu. Kwa siku zote mtu ambaye amejawa na nguvu za kiroho anayo nguvu ya maombi inayoleta iliyobeba uwepo wa Mungu. Akiwa anaomba, kuna uwepo wa Mungu unashuka kwa namna ajabu. Wakati akianza kuomba, anasikia uwepo wa Mungu kwa namna ajabu. Ni ishara ambayo inaonyesha mtu huyo amebeba nguvu za kiroho. Kwa siku zote mtu ambaye amejawa mtu ambaye amejawa nguvu za kiroho anakuwa amebeba, anakuwa anayo nguvu ya maombi inayobeba uwepo wa Mungu, anayo nguvu ya maombi inayobeba uwepo wa Mungu. Akianza kuomba uwepo wa Mungu unashuka kwenye eneo hilo, akianza kuomba anakuwa anahisi kuna nguvu ya ajabu kwenye eneo hilo, akianza kuomba kuna nguvu ya ajabu inashuka kwa namna isiyo ya kawaida lakini ishara namba nne inaonyesha mtu huyo amejawa nguvu za kiroho, anao upendo usio wa kawaida kwa watu. Nguvu za kiroho halisi hazionekani kwenye miujiza tu, bali kwenye upendo. Mtu aliyejazwa na roho ana moyo wa huruma, husamehe kwa urahisi na hawezi kuona mtu anaumia akapuuzia. Anaweza kupenda hata wale waliomuumiza kwa sababu anatembea katika asili ya Kristo. Mtu ambaye amejazwa uh, ana nguvu za, za kiroho ana upendo usio wa kawaida kwa watu. Ana upendo usio wa kawaida kwa watu, anawapenda watu, ana upendo ndani yake usio wa kawaida kwa watu. Hawezi kuona mtu anaumia akatulia au akafurahia. Anakuwa ana uwezo wa kuwasamehe watu waliomuumiza, ana uwezo wa kuwasaidia watu, hata wale waliomuumiza. Lakini ishara ya tano ya mtu aliyejazwa nguvu za kiroho anao ujasiri wa kiroho usio na hofu. Nguvu za kiroho humfanya mtu awe jasiri katika kusimama na ukweli, hata kama yuko peke yake. Siku zote anao ujasiri wa kiroho usio na hofu. Kwa hiyo nguvu za kiroho humfanya mtu awe jasiri Nguvu za kiroho humfanya mtu awe jasiri katika kusimama na ukweli, hata kama yuko peke yake, anakuwa na ujasiri wa kusimamia ukweli, hata kama yuko peke yake. Haogopi kabisa, haogopi kusema ukweli, haogopi kus kukemea uovu, na haogopi kupoteza umaarufu kwa ajili ya haki. Ujasiri wake hautoki kwenye utu, bali kwenye uwepo wa Mungu ndani yake. Watu kama hawa wanaleta nuru popote wanapoenda. Kwa siku zote mtu ambaye anakuwa ambao ana nguvu ya kiroho ana ujasiri wa kiroho usio na hofu yani, ana ujasiri ana nguvu ya kiroho eh, yani anakuwa na nguvu za kiroho mfanye mtu ambaye ana nguvu za kiroho umfanya mtu awe jasiri katika, katika kusimamia ukweli hata kama yuko peke yake, ana uwezo wa kusimamia ukweli, ana uwezo wa kukemea uovu, haogopi chochote, haogopi kupoteza umaarufu kwa sababu ya haki, anaweza kusimama na kweli. Lakini ishara namba sita ya mtu aliye na nguvu za kiroho anao uwezo wa kuleta mabadiliko ya kiroho mahali popote. Mtu aliyejawa na nguvu za kiroho habebi tu jina la Mungu, hubeba uwepo wake. Akiingia sehemu, roho za giza zinatulia, mazingira yanabadilika na watu wanahisi amani isiyoelezeka. Hata kimya chake hubeba nguvu ya kiroho, anakuwa kama taa inayowaka gizani akibeba nuru ya ufalme ndani ya dunia yenye giza. Kwa hiyo anakuwa ana uwezo wa kuleta mabadiliko ya kiroho mahali popote. Lakini ishara namba saba, anayo nguvu ya kukemea na kushinda vikwazo vya kiroho. Mtu aliyejazwa na nguvu za kiroho anapokutana na mapambano ya roho, anainuka kwa mamlaka na kusema imeandikwa, eh, na maneno yake kubeba nguvu ya mbinguni, kwa sababu si yeye anayeongea bali roho aliye ndani yake. Anapotamka roho zinatii, magonjwa yanatoweka, milango iliyofungwa inafunguka. Kwa hiyo, ni mtu ambaye anayo nguvu ya kukemea na kushinda kila aina ya vikwazo vilivyowekwa mbele yake. Ana uwezo wa kuvishinda vikwazo vyote, ana uwezo akisimama tu akitamka neno, yaani vikwazo vyote, kama ulikuwa kuna vizuizi vinaanza kuvunjika vunjika kabisa, katika jina la Yesu. Lakini ishara nane anakunyenyekea na unyofu wa hali ya juu sana anakunyenyekea na unyofu wa hali ya juu sana. Ni mtu ambaye hawezi kujikweza, ajikwezi Ni mtu ambaye ana unyenyekevu ndani yake. Ni mtu ambaye anampa sifa na utukufu Mungu, anamrudishia sifa na utukufu Mungu. Ni matumaini yangu kuna kitu ambacho umejifunza, lakini pia kama bado basi hakikisha una subscribe, una like, lakini pia Mungu akubariki wewe, share link ya video hii, nikutakie wakati mwema.